Siri ni ya miaka ngapi ambayo unataka kutobolea demu yako? 2024 ilikuwa ilikuwa ilikuwa April mpaka saa hii ishamaliza mwaka na miezi kadhaa. uh -huh. Na huyu demu yako alikuwa demu yako ama siku hizi ni x? uh -huh. Uliwacha u-ukaenda kiteng Kitengela? ya Yeah, nilimwacha huko Busi yani lakini, like, sahizi niko Kitengela, niko kazi, kuna mtu alinitia kazi hapo. So uliacha demu yako Busia ya we uko Kitengela kazi eh? ya Yeah. Na huyu demu yako, kabla umwache nasiri ikuwe, mlikuwa umepush kwa miaka ngapi? Tulikuwa tumesha tulipush nilipush nae kutoka nikiwa Ngoja, ngoja. Rasta, unataka kusema umekuwa gwiji wewe, umekuwa gwiji kutoka primary school. Eh, juu najua nilitoka primary na kuendelea hadi secondary, niliacha primary halafu home hiyo covid hapo sasa mm. Ndio nitakuja huku nitakuja huku almost saa hii nimemaliza. Oh, ni hii time tu ya covid hii 2000. Eh, 2020. Yeah, 2020. Sasa unataka kumtobolea siri gani demu yako? Demu ya, nilikuwa nataka kumtobolea huyo uyo masa yake yaani. Mm. Na vile, tulikuwa, yaani, na vile tulikuwa alikuwa na yeye mahusiano kidogo, ah, tulikoni patana na mm. huyo demu. Hapana brother, sasa maji gambo umeanza ya nini sasa? Hapana, si maji gambo tunataka kumtobolea juu unaona aliita unaona, nilikuwa before nikutana hiyo demo, nilikuwa na nenda kwa jirani, yani tani kotenda kwao. Hebu ngoja kidogo, ngoja wewe. Umetuambia siri ni ya April 2024 si ndio? Eh, umetuambia no, huyu demo yako mlianza uhusiano mkiwa primary si ndio wao? Eh, nilikuwa primary. Na sasa unataka kutuambia kabla demo yako ulikuwa umekutana na mama, na mama yake na mama yake ukiwa wapi nasari? Hapana, tulikuwa tumekutana na ebiponi kuje huku. Go, goja, goja, goja, ulikutana na mama yake ukiwa wapi? Juu kama huyu msichana mkipatana mkiwa primary? N, n, n, ok n, nilikuwa na ode mkiwa primary na hmm. mama yake ulijuana na ye ee, kabla mjuane na huyu msichana nilikuwa tunaenda kumtembelea.